Habari, jina langu Baraka Ngemba. Mbunge wa jimbo la Monduli Julius Kalanga amesema ameendelea kuwakumbusha wafugaji wa jamii ya Kimasai kuendelea kupiga vita utamaduni ambazo hazina faida kwa taifa likiwemo swala la wizi wa mifugo na kuwaoza watoto wa kike katika umri mdogo kwa kuwa sasa tayari sheria inayopiga marufuku utamaduni huo imekwishwapitishwa na bunge na adhabu kali kubainishwa. Jamila Omar anaarifu zaidi. Kalanga amesema licha ya jamii hiyo kuendelea kutunza mila zake ukilinganisha na jamii nyingine, ni vyema zikaendelea kuenzi mila na desturi ambazo ni nzuri zitakazowaletea maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kuwa sasa jamii hiyo kama zilivyo jamii nyingine zinakumbana na changamoto ya mabadiliko ya utandawazi ime pitisho, ime pitisho ajuzi, na mini, kwepo, sheria imepitishwa tumepitisha mimi ikuwepo bungeni sheria inasema mtu yeyote atakayetembea na mtoto mwenye miaka kumi na nane kurudi nyuma atafungwa miaka thelathini jela. Naomba niwaase ndugu zangu kwamba lala hiyo sheria ni mahasen, wamba, ngumu kwa hiyo muwe makini, mtafungwa. Tuendelee kuienzi mila lakini na watoto kwenda shule. Niwapongeze sana jamii ya wenzetu kwamba wameendelea kuwa mstari wa mbele kuienzi mila yetu, na niseme tu tusichanganye mila na siasa. Licha ya utandawazi kuathiri mila nyingi, lakini jamii ya Wamasai imeendelea kudumisha baadhi ya mila za kubadilishana rika, na hapa vijana wakitoka katika rika ya korianga wanaingia katika rika ya wazee ambao wanakabidhiwa majukumu mapya na rika hili kuendelea kuwa chachu ya maendeleo katika jamii hii. Tumekuja hapa baada ya kutoka pembe katika pembe ya ng'ombe kuna pembe inayosubiriwa mpaka itoke ndio ivunjike, na leo ndio imevunjika, wote tukatawanyika, kila mmoja akaelekea makwao kwenda kusherekea, kwanza kuimarisha mila na desturi ya Kimasai, ambapo chimbuko lake sana kubwa ni kujenga heshima ya rika dogo na rika kubwa. Kwa mfano kama vijana au wazee walio juu ya wengine hey!